Idara ya polisi nchini Uganda imekana kuwazuilia wanaharakati wa Kenya Bob Njagi na Nicholas Oyoo. Msemaji wa polisi wa Uganda, Kituuma Rusoke amesema hana taarifa kuhusu kutoweka kwa wawili hao. Haya yamejiri huku mawakili hapa nchini wakienda mahakamani wakitaka idara ya jeshi, ile ya ujasusi, inspekta jenerali wa polisi na mwanasheria mkuu wa Uganda kuwafikisha wawili hao mahakamani. Familia za waathiriwa zimeendelea kushinikiza serikali kuingilia kati Siku sita baada ya kuripotiwa kutekwa nyara jijini Kampala, Uganda. Uh, good morning, our viewers. Kwa mara ya kwanza serikali ya Uganda imevunja kimya chake na kuzungumzia swala hilo. Msemaji wa polisi Uganda Kituuma Rusoke, akikanusha madai ya polisi kuhusika akisema hawajui waliko. I don't have any information. Rusoke pia aliongeza kuwa hana taarifa kuhusu kutoweka kwao na iwapo ripoti hizo zimefikishwa kwa polisi Or missing persons. Polisi wa Uganda wakikana. Katika mahakama kuu ya Kampala, mawakili wawili wakiandamana na wanaharakati waliwasilisha kesi wakitaka mahakama kuwashurutisha mkuu wa majeshi, mkuu wa ujasusi, inspekta jenerali na mwanasheria mkuu Uganda kuwawasilisha wawili hao mahakamani.

Familia ya Njagi na Oyoo pamoja na wanaharakati walifanya kikao na wanahabari ambako waliendelea kushinikiza kuachiliwa kwa wawili hao. We call upon the government of Uganda to disclose their whereabouts and release them without delay. With, uh, with, uh, we call upon the government of Kenya to assert its diplomatic responsibility and secure, uh, their release. Familia ya Njagi na Oyoo jioni ya leo walikutana na katibu wa wizara ya mashauri ya kigeni Korir Singoe na kuhakikishiwa serikali inafuatilia suala hilo. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.